Nchi yake kuja kutukomboa sisi wa Afrika watu weusi. Angalia kila siku duniani kote huku, watu weusi jinsi wanapopata shida, kuna ubaguzi wa rangi na rangi inayochukiwa ni rangi nyeusi. Hii rangi ni kwa sababu ina kila kitu ndani yake. Hii rangi inaishi mahali popote, inaishi kwenye baridi, inaishi kwenye jua, lakini angalia kipindi cha sama kwao wanapopata shida. Hello guys. Mambo zenu Tanzania Kenya, Uganda, East Africa, and then Afrika nzima mko poa? Okay. Kuna jambo nataka kuzungumza, samani kidogo na maelezo kidogo mengi, lakini yana mantiki kubwa. Sisi ni kizazi cha ahadi, ni kizazi cha Afrika ambacho ni kizazi cha Mungu mwenyewe. Namaanisha nini? Mawinguni wakisema yuwaja ni fomula dini nayo ikatufunga hapa, tuangalie chini. Usipoangalia chini utajikwaa kata miti chini, uone. Hata kama mvua itanyesha kutoka huko juu mawinguni, chini ndio risosi ya kila kiumbe hai. Sasa hello Afrika, hello guys, narudi tena Jovan Lukumai. Yes my name is Jovan Lukumai. uh zungumza tena na nyie ambayo inakuwa ni pati ya pili kuhusiana na namna tulivyofungwa Afrika. Utumwa wa fikra ndio tuno tunaopiga wapi? Media yako haijawahi kuongea ukweli. Naongea kitu cha serikali, ambao serikali hiyo ndio hiyo serikali ya haohao tunawazungumza, ambao sasa hivi akata wakileta vita papapa mmepigana. Umoja wa Mataifa ndio wao, wao wanakuja wasipokuja kuna haki za binadamu sijui nani ndo hao. Ukitaka kwenda kusema sijui kuna nini, kuna mahakama sijui nani ndo hao hao. Tuna, Hello guys mkopoa zaidi yeah. Jovan tena nimerudi, yeah, mfano mdogo Jovan. Nini maana ya Jovan? majina yetu ya haya tumepewa na wazee wetu na wazazi wetu baada ya utumwa, lakini sisi tulikuwa tuna majina yetu ya nguvu.